Kila unapokisikia kibagizo hicho huko ndani ya Radio Fortune Africa, na sasa na kitengo nukuu ya matumaini. Mathew Ndeva ndio jina langu. Karibu ndani ya nukuu ya matumaini, katika habari za nukuu ya matumaini. Asubuhi njema kabisa na siku hii ya kupendeza, tusema hivi: ajifanyae rafiki wengi ni kama amejiletea maadui wengi mbele zake. Ajifanyaye marafiki wengi kama kujiletea maadui wengi mbele zake. Kwa nini? Katika habari za nukuu asubuhi, unapowaona watu kuwa marafiki, kesho watakapogeuka upande wa pili, watakuwa ndio maadui wengi, kinyume cha kuwa na rafiki na siku zijazo ni adui. Lakini katika habari za nukuu tutasema hivi lakini yupo rafiki ambaye ataambatana nawe mpaka mwisho. Yuko rafiki atakayeambatana nawe mpaka mwisho. Wakati marafiki wengine wanageuka kuwa maadui, yeye anabaki rafiki. Ni nani? Kristo. Katika nukuu tunasema hivi, ili kuwa na rafiki aliye Kristo. Wakati marafiki wengine wataondoka na kuenda upande wa kinyume chako Kristo atabaki kuwa tegemeo na kimbilio lako. Ujifanyaye marafiki wengi katika dunia hii ni kama kujifanyia maadui, tena wengi mno, maana watakapogeuka upande wa pili, watakuwa hao ndio maadui. Lakini Mungu yuko nasi. Nasema hivi siku zote, jitume, amka mapema, ijiandaye kwa ajili ya siku. Na Mungu huyu ambaye amekupa uzima anafahamu lile ambalo atalitenda kwa ajili ya maisha yako. Uvivu mtia mtu katika usingizi mzito. Uvivu katika nukuu sio njema kabisa. Watu walio na matumaini ya kufanikiwa kesho, walio na matumaini ya kwamba kesho yao itaboreshwa na kuwa nzuri wamejitenga na uvivu. Maana uvivu mtia mtu katika usingizi mzito. Tena sana naye afanyaye uvivu kwa ajili ya maisha yake basi hatavuna. Maana watakapoenda shambani kupanda na kuweka vitu vyao udongoni, aliye mvivu atabaki amelala na kusema mvua inanyesha, maana anaogopa kukutana na matope. Wakati wa mavuno atakosa lolote, lakini mtu aliye na bidii ataamka mapema na kujivanda magwanda ya kazi ili ajitume kwa ajili ya kesho. Bwana anabariki kazi ya mikono ya watu walio na bidii na moyo wangu. Nakuombea upokee bidii kwa kazi ya mikono yako, ili utakapolianzisha kazi, anzisha jambo lifanikiwe tusiwe na kusitasita katika mambo makubwa ambayo Bwana amekuwekea kwa ajili ya maisha yako ya kesho. Uvivu usikuandame ndame, salia mtu aliye na bidii. Kwa uchache wa vitu vichache unavyovifanya, kesho yake vitakuwa vikubwa. Anzisha hata biashara ndogo kama ya kuuza peremende, kesho yake Bwana ataiboresha. Anzisha tu, jitie nguvu. Uvivu mtia mtu katika usingizi mzito. Lakini yeye yeah, anayejituma siku zote atalindwa na kutunzwa na Mungu wa Israeli. Hatuna budi kusema hivi, ya kwamba Mungu akiwa upande wako na pia anakupigania, hata kichache unachokianzisha kwa hali ya kimadharau kesho yake kitaboreshwa na kuwa kikubwa. Amka mapema, jitume, kuwa na imani ya kwamba inawezekana siku zote, usirejee nyuma. Unaweza jaribu jambo na likose kufaulu leo, lakini kesho utakapolisukuma linaweza faulu. Unaweza anzisha jambo leo na likose kuwa na matumaini ya kwamba linaweza kuwa, lakini kesho litakuwa. Angalia jinsi unavyopanda mmea katika udongo, hasa sana, mbegu inaingia mchangani, inaoza, mwisho inaonekana ni kama imekufa, lakini mwisho wa safari itakapochipuka na kumea inakuwa mti mkubwa, tena mti wa dhamana. Mumbi yangu ni haya ya kwamba, katika hatua ya vitu unavyovipanda, iweke uvivu mbali Jitume, mwambie Mungu, niko hapa, nimeanzisha kwa uchache na nahitaji nguvu zako. Na Mungu akupe wa marafiki walio na maono na ndoto ya kuitimiza hatua ulio nayo na vitu na vifaa vifanikiwe, awaondoe maadui mbali nawe, awaondoe vyenye vitina na vijicho katikati ya maisha yako, na akupe kibali kwa huduma wako wa kila siku. Asante na karibu. Mungu akulinde na akupe uwezo na nguvu waje siku ya leo. Imekuwa ni nukuu ya matumaini. Asubuhi njema kabisa, nikikutia moyo kwamba kesho yako ni nzuri bora ya kupendeza, na Mungu ameiweka kukufanikisha kwa ajili ya kesho yako. Utainuliwa utokapo na tena hata wingi hapo, ulindwe na Mungu, na siku yako ikainuliwe. 45 61 468 hiyo ni namba yetu. Tunasema pia ni vyema kusema kitu hiki kimaombi, na zaidi ya yote, ukiwa na fedha unaweza pia kutuma kichacho ulicho nacho waji ya kitu hiki kutusaidia kupata transmitter, mtambo wa nguvu, na utusaidia kupenyeza na kufika FM na zaidi ya yote kusalia hewani daima. Mungu awalinde, watunze na watende mema siku zote mnapokuwa na bidii ya kuamka na kujituma kwa ajili ya siku iliyo mbele yenu. Asante na